Karibu sana mfuatiliaji wa chaneli hii ya Imani Katoliki ambapo leo tunaangazia kuhusu Rozari Takatifu. Hii ni safari ya kiroho na kihistoria. Katika video hii tunachunguza kwa kina historia ya rozari kama urithi wa imani, rozari kama tafakari na ushindi wa kiroho, kutoka kwa monaki wa jangwani waliotumia mawe kama kokoto kuhesabu sala hasa Zaburi 150 hadi kutokewa kwa Maria huko Fatima, Rozari imekuwa daraja kati ya mbingu na dunia. Rozari ni nguvu ya kiroho, ni silaha ya utulivu wa moyo, ya ushindi dhidi ya majaribu, na ya kuleta amani katika familia na jamii. Kwa karne nyingi, waamini huvaa rozari kama ngao ya imani, wakishuhudia miujiza, faraja na mabadiliko ya maisha. Katika maono ya mama yetu wa Fatima na katika mafundisho ya watakatifu tunakumbushwa ahadi kuu za rozari, kwamba atakayesali kwa moyo wa kweli atapata neema za pekee, ulinzi wa kiroho, na msaada katika saa ya mwisho. Rozari ni zawadi ya mbinguni kwa dunia yenye kiu ya tumaini. Je, ni kweli kwamba bikira Maria alimpa Dominiko rozari? Je, rozari ilitumika kama silaha ya kiroho katika vita vya Lepanto na kwa nini Papa Yohane Paulo wa Pili aliongeza mafumbo ya mwanga mwaka elfu mbili na mbili. Katika video hii tutachambua kwa kina maswali haya na mengine mengi, tukitazama jinsi rozari ilivyobadilika kutumika, na kuendelea kuwa chombo cha tafakari na ushindi wa kiroho hadi leo. Karibu tuanze safari hii ya maarifa na tafakari. Historia ya rozari inaturudisha nyuma kabisa katika maisha ya wamonaki wa jangwani katika karne ya tatu mpaka ya nne, Wakristo wa mwanzo waliotafuta utakatifu jangwani walitumia mawe au kamba zenye fundo kuhesabu sala hasa Zaburi 150 kama ilivyokuwa desturi. Zaburi hizo zilitumiwa na Wayahudi kama sala hekaluni, masunagogi, nyumbani na hata shambani kumtukuza Mungu. Historia inatuambia kwamba umonaki ulipoanza, watu walikwenda kukaa jangwani porini, mapangoni, ili kutafakari na kumtukuza Mungu. Waonao walizitumia zaburi kusali na kuimba sifa za Mungu. Punde sipunde iligundulika kwamba baadhi ya wa wamonaki hawakujua kusoma wala kuandika, hivyo hawakuweza kushirikiana na wenzao katika kuimba na kusali zaburi. Hiki ni kipindi pia ambapo sala ya baba yetu na salamu Maria ziliendelea kusaliwa. Ni wakati ambapo baraza la Efeso mwaka 431 lilimtangaza Maria kama Theotokos, mama wa Mungu, jambo lililoamsha ibada kubwa kwake. Hii ilichochea matumizi ya sala kama salamu Maria. Hivyo mkuu wa monaki aliamuru kwamba badala ya kusali zaburi aliwapa amri ya kusali sala ya baba yetu na salamu Maria kwa kila zaburi ya siku hiyo. Wamonaki hao hawakujua kusoma wala kuandika, hivyo walisali baba yetu na salamu Maria mara mia moja na hamsini badala ya zile zaburi mia moja na hamsini. Wamonaki hao walipata shida sana kufahamu wamekwisha sali zaburi ngapi. Wakafanya desturi ya kuweka kokoto au mawe madogo mfukoni yawasaidie katika kusali. Kila walipomaliza kusali sala moja, walibadilisha kokoto moja kutoka mfuko mmoja na kuiweka katika mfuko mwingine. Hata hivyo, hali hiyo ilileta ghasia sana. Mwishoni waliziunganisha kokoto zile kwa kamba. Hivyo ndivyo walimfanya sala yao kuwa rozari au tasbihi. Bikira Maria anamfundisha Mtakatifu Dominic jinsi ya kusali rozari takatifu, ambayo ni ile tunaoisali. Na kati hizo zilizuka uzushi wa Walbigensia huko kusini mwa Ufaransa. Kundi hili lilikataa ulimwengu wa kimwilini na lilikuwa tishio kwa imani ya Kikristo ya kweli. Licha ya mahubiri yake ya bidii, Dominic hakuona mafanikio makubwa kwa kugeuza mioyo ya watu. Kulingana na mapokeo, aligeukia Bikira Maria kwa maombi na inasemekana alimtokea na kumpa rozari kama chombo cha kuhubiri na kuleta ungofu. Padre Dominic hakusita wala hakukawia kufanya alivyoamriwa na mama yake. Pamoja na mahubiri yake Lo, ajabu ya maajabu ilitokea. Kwa kitambo kifupi tu alipata kuirejesha na kugeuza mioyo ya wazushi wakaongoka zaidi ya laki moja. Padre Dominic aliyekuwa ameanzisha shirika la watawa wa kuhubiri dini siku hizo alieneza sala hiyo kwa wenzao wa shirika hilo. Nao walipenda kuisali kwa bidii na uaminifu mkubwa sana. Leo hivi ukiwaona watawa wa shirika hilo la Mtakatifu Dominic utawaona wamevaa rozari katika mshipi wa mavazi yao. Toka hapo sala ya rozari ilipata kuenea upesi sana popote duniani na waamini wengi wa nyakati mbalimbali waliipenda na kuisali sala hiyo kwa bidii na juhudi kubwa sana. Katika karne ya 16 rozari ilijitokeza tena kama mwanga wa tumaini wakati wa hatari kubwa. Papa Pio watano alikabiliwa na tishio la dola ya Ottoman, jeshi la majini lililokuwa na nguvu kubwa kuliko lile la Ulaya ya Kikristo. Aliunda muungano mtakatifu na kuwataka Wakristo wote kusali rozari kwa bidii, ili kuomba msaada wa mbinguni. Tarehe 7 Oktoba 1571 vita vya Lepanto vilifanyika, na licha ya kuwa na jeshi dogo, muungano mtakatifu ulipata ushindi wa kushangaza. Papa Pio Watano alihusisha ushindi huo na maombezi ya Bikira Maria yaliyopatikana kupitia sala ya rozari. Kwa shukurani alianzisha sikukuu ya mama yetu wa Ushindi, ambayo baadaye ilibadilishwa kuwa sikukuu ya mama yetu wa Rozari, inayoadhimishwa kila mwaka tarehe ya vita hivyo. Matukio haya mawili, jukumu la Dominiko dhidi ya uzushi na wito wa Papa Pias wa sala wakati wa vita, yanaonyesha rozari si tu kama ibada ya kawaida, bali kama nguvu ya kiroho ya mabadiliko na ulinzi. Je, huko Fatima ilikuwaje? Katika tokeo la sita kwa watoto watatu Lucia, Francisco na Yasinta, Maria alisisitiza mara kwa mara ombi moja kuu: ombeni rozari kila siku, ili kupata amani kwa dunia na mwisho wa vita. Hili lilisemwa kwa mara ya kwanza tarehe 13 Mei 1917 na kurudiwa karibu katika kila tokeo lililofuata. Kwa nini rozari? Maria alieleza kuwa rozari ni silaha ya kiroho dhidi ya uovu na dhambi ni njia ya amani binafsi na ya ulimwengu mzima, ni njia ya kufidia makosa dhidi ya Mungu, ni njia ya kuombea uongofu wa wenye dhambi. Katika tokeo la mwisho tarehe 13 Oktoba 1917, Maria alijitambulisha kama Mama Yetu wa Rozari, akisisitiza umuhimu wa ibada hii. Maria alifundisha sala maalum ya kuongezwa baada ya kila sehemu ya rozari: E Yesu wangu, tusamehe dhambi zetu, tuokoe na moto wa jehanamu peleka roho zote mbinguni, hasa zile zinazohitaji sana huruma yako. Sala hii sasa imejumuishwa kwa kawaida katika rozari kote duniani. Kwa kifupi, Fatima iliinua rozari kutoka ibada ya kibinafsi hadi kwa utume wa kimataifa, ikawa njia ya uzima kwa ajili ya amani, huruma na wokovu. Mafumbo ya rozari takatifu yaliingizwa hatua hatua kwa hatua katika kanisa, yakianza na furaha, uchungu na utukufu katika karne za awali. Kisha fumbo la mwanga liliongezwa rasmi na Papa Yohane Paulo wa Pili mwaka elfu mbili na mbili. Mafumbo ya furaha, uchungu na utukufu yaliundwa rasmi na kutambuliwa na kanisa katika karne ya kumi na sita. Mafumbo haya matatu yalihusisha tafakari ya maisha ya Yesu: kuzaliwa kwake, furaha; mateso yake, uchungu; na utukufu wake baada ya kufufuka. Mwaka elfu mbili na mbili, Papa Yohane Paulo wa Pili aliongeza mafumbo ya mwanga kupitia waraka wake Rosarium Virginius Maria. Mafumbo haya mapya yalilenga kutafakari vipindi muhimu vya maisha ya Yesu ambavyo havikuguswa vya kutosha, kama vile ubatizo wa Yesu, muujiza wa kwanza huko Kana, kuhubiri ufalme wa Mungu, kubadilika sura mlimani na kuanzishwa kwa Ekaristi Takatifu. Papa Yohane Paulo wa Pili aliona kuwa mafumbo ya awali havikutosha kuonesha kikamilifu maisha ya Yesu, hasa kipindi cha huduma yake ya hadhari. Alitaka waamini wapate nafasi ya kutafakari zaidi juu ya mwanga wa Kristo unaoangaza dunia na hivyo kuimarisha imani na ufuasi wa kweli. Nguvu ya Rozari Takatifu. Rozari ni silaha ya kiroho, ni pumzi ya roho inayotafuta amani, ni daraja kati ya mwanadamu na Mungu. Katika kila salamu Maria tunarudia maneno ya malaika, tukimkaribisha Kristo katika maisha yetu kupitia moyo wa mama yake. Rozari ina nguvu ya kutuliza roho iliyochoka, kuleta utulivu katika familia na kuimarisha imani katika nyakati za giza. Watakatifu wengi walishuhudia nguvu ya Rozari. Mtakatifu Padre Pio aliita rozari bunduki yake ya kiroho. Mama yetu wa Fatima alihimiza kusali rozari kila siku ili kuleta amani duniani na kuzuia vita. Rozari ni sala ya watu wa kawaida, lakini matokeo yake ni ya ajabu: miujiza, uponyaji na mabadiliko ya maisha. Ahadi za kusali Rozari. Mama yetu wa Rozari, katika maono yake kwa Mtakatifu Dominiko na baadaye kwa Mama yetu wa Fatima, alitoa ahadi 15 kwa wale wanaosali Rosari kwa moyo wa kweli. Ahadi hizi ni zawadi za mbinguni kwa waamini wa dunia. Miongoni mwa ahadi hizo ni hizi. Atakayesali Rosari kwa bidii, atapokea neema za pekee. Rosari itakuwa ngao dhidi ya jehanamu. Itaharibu dhambi na kuleta utakatifu. Wanaosali Rozari hawatakufa bila sakramenti za mwisho, watapata mwanga wa mbinguni katika maisha yao ya kila siku. Familia zinazoshika Rozari zitabarikiwa kwa amani na upendo. Rozari ni ahadi ya Mungu kupitia Maria, ni njia ya neema, ni mnyororo wa upendo unaotufunga na moyo wa Yesu. Kwa kusali Rozari tunajenga urafiki wa kudumu na Mama wa Mkombozi tukijikabidhi kwa ulinzi wake na maombezi yake yasiyokoma. Katika safari hii ya tafakari, tumeona kwamba rozari si tu urithi wa kihistoria wa kanisa, bali ni zawadi hai kutoka kwa mama yetu wa mbingu. Ni sala iliyozaliwa katika utulivu wa jangwani, ikakuwa katika mikono ya watakatifu, na leo inaendelea kuleta mwanga katika giza la dunia. Rozari ni shule ya imani ni silaha ya amani na ni mnyororo wa neema unaotufunga na moyo wa Yesu kupitia Maria. Nguvu ya rozari haiko katika maneno tu, bali katika moyo unaosali kwa imani, na ahadi zake si hadithi za zamani, bali ni kweli za milele kwa wale wanaosali kwa bidii na unyenyekevu. Rozari ni mwaliko wa mbinguni wa kuingia katika fumbo la wokovu, wa kusali, kutafakari na kupenda. Ndugu yangu, Usiogope kuchukua rozari mikononi mwako, iwe ni asubuhi kabla ya kazi, jioni kabla ya kulala, au hata njiani. Rozari ni rafiki wa safari ya maisha. Sali kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya amani duniani, kwa ajili ya uponyaji wa roho na mwili. Sali hata kama hujui yote, kwa sababu kila salamu Maria ni tone la neema na kila fumbo ni hatua kuelekea utakatifu leo mama yetu anatuambia tena sali rozari kila siku. Hebu tusikie wito huo na tuwe mashujaa wa sala katika kizazi chetu. Rozari ni ya wote, maskini na tajiri, vijana na wazee, waliovunjika moyo na wenye tumaini. Na katika kila fumbo Kristo yupo, Maria yupo, na neema ya Mungu inatiririka.